Uh, uh, uh, imebainika pia kuwa Elwin Tarhost alikuwa akiishi nchini kinyume cha sheria baada ya pasipoti yake kuisha muda wake. Taratibu za kufukuzwa kwake nchini zinaendelea,